Shuhudia na tumeona baadhi ya mashabiki wengine wakijiita wanachama wa Simba wakitoka kwenye vyombo vya habari na ya kusema ya kwamba eh, kama, kama ilivyokuwa kawaida Simba mnyama anapopata matokeo mabovu wanamwataki eh, mwenyekiti wa wanachama Muktaza Mangungu. Leo hii tumefika eh, maeneo ya Magomeni Mpira Pesa kwa Shabani, mwenyekiti wa tawi, yeye ana lipi la kuzungumza juu ya haya ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mvurugano umeendelea katika viunga vya Msimbazi mara baada ya poteza mataji yote msimu huu. Mwenyekiti habari za muda. Habari, nashukuru Mwenyezi Mungu mimi niko salama mm, na kila kitu kinaenda vizuri. Mm. Yes. Tumeshuhudia muendelezo, mwendelezo e, Simba inapopata matokeo mabovu, ma, baadhi ya mashabiki na wengine wakisema ni wanachama wanamwataki Muktaza Mangungu, mwenyekiti wa wanachama, na hivi sasa wanacholingania kusema ya kwamba awapishe, na wako katika kujiorganize, wafike wanachama elfu moja wakidai mkutano mkuu, ili waweze kumwondoa, ya kwamba yeye ndiye sababu ya mnyama kuweza kupoteza mataji yote msimu huu. Ninyi kama wanachama, viongozi wa matawi, mnalipila kuzungumza juu ya haya, labda wanaweza wakapata elimu kwa kupitia wewe siku ya hii leo. Mimi niseme kwanza, sasa hivi kuna huu uhuru wa habari uhulu wa habari si u huu, unaona kama umetuletea tatizo sana, kwa sababu Simba kitu chochote wanachofanya kinatoka kwenye katiba yao, amna kitu ambacho kiko nje ya, ya utaratibu wa katiba. katiba ni hii. huu ndio mwongozo wa klabu. Matokeo ya uwanjani yanatokea dakika tisini. Zikiisha dakika tisini, mnarudi tena mnakuja ku, kuangalia mlipokosea wapi. Lakini mimi na, na, na, nachoshangaa kwa nini kuna watu wanajifanya wanazungumzia klabu na wanataka mtu aondoke wa kwa sababu timu imefungwa eh? Hii katiba amna sehemu ilipoidhinisha ilipo kwamba mwanachama au mshabiki ana uwezo wa kumwambia kiongozi aondoke madarakani akatoka. Swali ambalo wameuliza wanasema kwenye kujinadi mwenyekiti alisema ya kwamba moja katika ya hoja zake ambazo alizipitisha, ya kusema ya kwamba nichagueni, nikiingia mimi nitahakikisha tunaifunga Yanga. Lakini mpaka hivi sasa mwendelezo wa matokeo mabovu kwenye viunga vya Msimbazi, mara baada wanapokutana na mtani wao, yanaendelea kuwa ni matokeo hasi kwa upande wao. Ni sera hizo ambazo zinazozungumzwa. Unataka kuniambia huyo mwenyekiti ambaye nomsema leo amefungwa na Yanga mara tano, toka uongozi wake ajai kumfunga Yanga, tuzungumza ukweli <tipa> Awe, na au yeye nia yake malengo ya huyo mwenyekiti na wao wanachama wanaosema nia yao ni moja tu kwenda kumfunga Yanga, hawana nia ya nyingine. <tipa> mak usizungumze Yanga tu Yanga tu Yanga Yanga Yanga Yanga tu Yanga, tu Yanga, tu nini eh? Leo unazungumzia Yanga tu Yanga tu Yanga tu Yanga Yanga Yanga wamefanya vizuri kwenye haya mashindano ya ndani <tipa> lakini si katika heshima yetu katika katika, katika tawala hizi za miaka mingapi, Simba si tumepanda renki tumepata lenki kwa sababu ya kufunga Yanga au ya kufungwa na Yanga. Tumewafunga watu ambao wakubwa huko. Sasa mbona hata hilo na wenyewe hawalisemi? Mimi nachokatana nacho, nacho, nacho kukipinga katika hili, watu wengi wanafuata bendera. Timu ikishinda wote, timu ikifungwa basi kiongozi hafai. Asipopa kiongozi timu yetu imeingia uwanjani, wachezaji hawajasikiliza, timu yetu haijaandaliwa wachezaji hawajaandaliwa wa, wa, wa, wa, wa timu imeenda uwanjani ovyo, hapo unaweza ukalaumu management. Labda wachezaji wamefukuzwa, wame, wame kwenye hoteli au labda wachezaji hawajapata huduma zao zinatakiwa, hapo unaweza ukalaumu wachezaji wametimiziwa kila kitu wanachokihitaji, wana, wana mchezaji mpaka kasaini contract na sisi ya kucheza, katimiziwa mahitaji yake anayohitaji kwa nini wao watumikii nembo yetu kama sisi tuna inavyotuuma? Leo mshabiki unatoka nyumbani, unaenda kutetea nembo yako ya Simba ukiwa unajua timu yako hii ni mzuri. Mchezaji anaenda uwanjani anacheza kama vile kavaa mapempers. Mchezaji anaenda uwanjani kama vile miguu kafungwa mawe. Alafu unasema anataka pointi tatu. Unapataje hizo pointi tatu? Na, na katika hili wanaenda kulaumu viongozi. Leo inaonekana hata wale wanaokaa kikao na mwenyekiti Gwambina wanaonekana wote wanafiki. Lakini ndio vikao ambavyo viko kisheria kikatiba yetu kuna namna ni kama wanachama e, pamoja na mwenyekiti wenu, kuna mgawanyiko kati ya wajumbe ambao wako kwenye bodi na e, wako kwa muktaza mangungu. Swala ambalo limeonekana kuchukua nafasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ndiyo ambalo linapelekea hali kubwa ya kuyumba kwenye ya, ya ndani ya klabu ya, ya wekundo Msimbazi Simba, kupelekea kupoteza mataji yote. Mashindano yameisha ligi hmm. meisha na mashindano ya kimataifa yameisha. Ndiyo maana kama umesikiliza kauli kauli yangu ya mwanzo hmm. kabisa hmm. Yes. viongozi wa matawi viongozi wa mikoa, viongozi wa makao makuu wakae chini kwenye vikao vyao vya ndani, na mpaka vikao vyao vya kawaida vingine, wajadili tulipokosea wapi. Kiongozi wa bodi ambaye ndo Mohamed Dewji kwa bahati nzuri kasha toka Dubai, kasha kuja, kasha itisha kikao. kaanzisha yeye, mfano matawi nae, kaeni vikao mjadili mlipokosea wapi, mkoa na, na, na wilaya kaeni vikao mjue mlipokosea wapi. Huo na ndo mustakabali wa katiba yetu anavyosema, sio katiba yetu nasema kwamba uite vombo vya habari uwakashifu viongozi, sio katiba yetu nasema uite vyombo vya habari uambie viongozi watoke madarakani kwa sababu timu imefungwa. Hamna iko kitu humu ndani katika hii katiba, fungua hii katiba yote, lakini hii inawakataza hao wanachama sawa. Unakuja wanachama hao hao ambao wao wanazungumzia wenyewe, nao wanachama na roho zao zinawauma. Hii katiba inawakataa iwapo wanachama utazungumza maneno ya uongo na vyombo vya habari, ukafanya utokee mgogoro au uvijishaji wa amani katika klabu, wewe ufungiwa au ufutwa wanachama wako. Leo kuna watu wanasema vikao vikao, tunavyoenda tena, mwanachama najitambulisha, vikao tunavyoenda kukaa au wanavyokaa wale wa viongozi wa matawi vinaenda kujadili kumtoa moo yaani mtu anatupigalisha shoti wenyewe, halafu sisi wenyewe tunakubali. Unaenda kukubali vipi? Kama we kiongozi una tawi lako, kafuate viongozi wako watawi, muulize kweli, nyinyi mmejadili kwenda kumtoa moo na tumtoe moo? Huyo kaka amefanya kosa gani? Eh? Lakini sasa hivi ligi imeisha, tumwambie tajiri hii ndio inayotuongoza, na yeye ndio mwenyekiti wa bodi, wakati anakaa muktadha anakuwa mjumbe katika ile bodi. Tunachomuomba kiongozi wetu wao wenyewe huko juu wakae pamoja, wapatane, nguvu moja irudi. Lakini la pili, bosi yavunje kibubu, asajili watu wakuja kupambania klabu yetu. Unataka kuniambia wachezaji walio waliopo ndani ya Simba hawastahili kuwa ndani ya Simba? Kuna baadhi wamefeli wazaji wetu ukiangalia, kuna wachezaji wanarudia makosa kila kukicha, lakini ndio mliojivunia nao wakati mnaanza msimu, lakini wametuangusha. Sema watoto wadogo, sio shida, wamefanya vizuri, lakini kuna sehemu, asilimia kubwa wengine ametuangusha kwa vile kama leo mm -hmm. Hamna siri Chamalo ndio mchezaji ambaye kasababisha magoli mengi tusi tumefungwa. Kwa nini usimtafutie beki eh? leo na Leateba ndio mshambuliaji tutegemea atatuokoa mpaka ndio kumaliza mwenzio ambaye anatokea, sababu kafunga magoli saa nyingine sawa sawa na yeye, lakini dakika kacheza chache, sawa, lakini ukiangalia hata je nchazi au mchezaji mzuri ambaye tunamtegemea kafunga goli goli kwenye goli 16 mechi kubwa zote kashindwa, ameshindwa kuziamua. Kwenye ligi kuna mechi kubwa na ndogo. Kwa nini mechi kubwa anashindwa kuamua? Hiko ndio tutachofanya, watafute wachezaji ambao wana uwezo wa kuipambania nembo yetu ya klabu ya Simba. Lakini, uki, ukiacha hilo, leo, ezekani, tajiri Mwingulu Njemba na Singida Black Star natushinda kupata wachezaji wazuri ndo yeah, yes, mwenyekiti wa bodi anasajili na na ana, usajili uko chini yake mm. Watavuta wachezaji ambao wabora leo Sadio Poku. Sadio Poku, yuko wapi? Yuko Black Star mm. Leo, Simba alimtaka Ton Tabita ambaye ni beki sasa mm. Simba tulimwimba Adebayo mm, kwa miimbo watu tunamwimba tunamshangilia leo, leo, Simba tulitaka full beki yule, si wa Lamellemolo Silemolo, leo yuko Singida. Kwa nini Singida si atushinde, wakati tajiri yupo? Hilo ndo na kusema, tajiri sajili watu ambao wataamua mechi. Leo tume Chasambi kajifunga goli la kusawazisha na Fonten. Tungekuwa na timu bora, tusingefunga goli lingine la tatu, tusingepata matokeo pengine ya kwamba eh mwekezaji labda ni kama hawaamini watu ambao yuko nao katika bodi, aidha wana asili ile ya upigaji. Upigaji ndio maana anakuwa na mkono mfupi wa kutoa fedha kwa, kwa ajili ya kwenda kusajili wachezaji wenye quality. Aingie mwenyewe asajili atafute skauti awe nyuma yake yeye, yeah. Anatoa hela ye. Skauti atafuta wachezaji, anamwambia bwana, mchezaji hapa nimemuona, anataka milioni mia saba, anampa. Huyu mchezaji nimemuona, anataka milioni mia mbili, anampa, alete pale. Afu mwalimu bora Fadu Davis hapo, muone kazi yake. Atakwenda pale leo, mwalimu Fadu ana, anaumiza kichwa, wachezaji walokuwa kwenye benchi, yani akiumia mmoja ile katisini ambaye amemwamini, walokuwa kwenye benchi wote wanataka kumwangusha uwanjani. Kipi kifanyike sasa kuelekea kwenye msimu unaofuata? Umoja, mshikamano Watu washikane waache maneno na propaganda. Jamaa wanatengenezea propaganda ili wafanyikiwe. Leo wanaongeza nguvu bungeni, niwaambie ni yeah. Wabunge wa Simba wanakaa kule kukosoa tu, lakini hawasaidii timu yao. Leo wanaongeza nguvu, tumesikia injinia Issa anagombea Kigamboni alafatiaji anagombea pia. Ala fatiaji anagombea na wengine wanagombea, wanaenda kuongeza nguvu bungeni. Sisi leo kazi yetu moja tu, tukienda tunaenda mule tunalaumu timu ikosee, wabunge anasikia wanaenda kulaumu watu wamekosea wapi. Mnaisaidiaje timu yenu mnaisaidiaje timu yenu? tunaona kwenye majimbo yao, tukienda tuone msaada wao, si tunaenda kila sehemu tuone hatuone msaada wao? Wanaenda kwenye sehemu ambayo wao wanatakiwa waonekane tu lakini kwenye msaada hakuna. Leo Dodoma Jiji chini ya Tony Mavunde kila mechi anampa pointi sita nyuma mwiko. Leo Singida Black Star chini ya mbunge Mwigulu Lameck kila mechi wachezaji bora wanakaa nje, ili mradi mwananchi aende kupata, aende kupata pointi. Leo sie na Mungu mbunge wetu nani Luangwa Sio kasi Majaliwa Kasim, waziri mkuu wa nchi anafanya kazi nzuri tena katika nchi hii, lakini tukienda Luangwa, tunangata meno tena kwa, kwa vijingi miaka miwili tunaenda kugana nao pointi sare moja moja moja moja moja. Juzi tumeshinda hapa, maneno kibao mpaka leo akafungiwa eh, lakini mbona hatuoni na wao wakiwa na support timu yao eh? Kwamba wao wanapiga kelele kwenye mitandao ya kijamii, wapite kwenye mstari huko, lakini amna kitu watu kinachotakiwa wapite kwenye mstari hmm. Simba iongozwe vijiweni, Simba inaongozwa kwenye matawi. Simba iongozwe vijiweni, Simba inaongozwa katika wilaya. Simba iongozwe vijiweni, Simba inaongozwa katika mkoa. Simba iongozwe vijiweni, Simba inaongozwa katika makao makuu. Katiba inasema, kama una kero yako, andika barua, peleka kwenye tawi lako, ipeleke ma, ma, kwenye makao makuu ya Simba watu wakajadili kumalizia mwenyekiti. E, nikiacha kukuuliza swali hili ni kama nitakuwa nimewakosea watu ambao walini e, waliniataki zaidi kwenye comment wakiniomba bwana, nenda kampate mwenyekiti yule, kwa sababu ilikuwa siku moja kuelekea kwenye mchezo ulitamba na kusema ya kwamba marefa hii ni wa kwetu, sasa tunakwenda kumfunga nyuma mwiko, wanatamani kusikia unasema nini. Mara baada ya siku kadhaa kumalizika, wachezaji wametuangusha. Mwa, sisi maamuzi memola kachezesha. Hmm. Na sisi tulikuwa tunataka fair. Si, si, si, fair play. Wachezaji wametuangusha. Sasa mimi niseme nini? Wachezaji wametufelisha, huo ndio ukweli. Sisi tulikuwa tunataka pointi tatu. Jamaa anataka pointi moja. Wanaotaka pointi moja wanapambana, wanaotaka pointi tatu wanalegea legea. Unategemea nini? Wachezaji wametufelisha. Mimi hata unipige, uniamshe usingizini na usingizi. Wachezaji wametufelisha. Na atakayesema aseme. Na najua maneno anayosema, kuna watu wananiita mimi chawa. Hmm. Ila mimi niwaambie, mimi niko kwenye mstari ulionyooka, ukikosea na kuchana hata au viongozi wa waga nawaambiaga. Wewe, kiti ulicheka kwa dharau sana ukasema, kwa sisi au nili ndio alikuwa anataka iwe fair mechi mechi... wewe umeona ile mechi imejitetesha... haijatetesha fair. Je, pale nani alofelisha? Alaumiwe nani? Wachezaji wetu wametufelisha. Kama leo levo wakachezesha fair play, wachezaji mnacheza mna, mna, mna, kama vile mko kwenye mazoezi, mna, mna, mna relax. hamujui kama kuna roho za watu, hamujui kama pale me, me, me, mechukua maisha ya watu kat, kat, katika ule upenzi mnacheza mnavyotaka nyinyi. Mi simbembelezi mchezaji nipige na e picha, simbembelezi mchezaji kwa sababu awe mshikaji wangu. Mchezaji mi mshikaji wangu dakika tisini kwenye picha kiti... dakika tisini ikiisha, wewe mchezaji kinachotakiwa wajibike, na mi niwajibike kwenye maeneo jibu lako. Eh, kwa wale ambao tamani ukizungumza baada ya mchezo kumalizika ni kwamba wachezaji wametuangusha, wamewangusha na kila mtu kaona. Mwenyekiti, neno lako la mwisho kwa wanaokutazama hivi sasa, hususa kwa wanasimba ambao hivi sasa wamegawanyika makundi makundi, wengine wakimtaki Murtaza Mangungu, wengine wakiwa upande wa Mohammed Dewji Mo, licha ya kwamba hasemwi sana pale ambapo mnyama anakwenda kupotea na kuingia mitini. Tuache kutoka nje ya, ya, ya, ya utaratibu wa hii kitu. Eh, hii ndio inatuongoza some kula kevanti unaongeongea tu hii ndio inatuongoza hii. Nato, hii, nato, hii, nato, hii, nato, hii. Chukua hii, watu waje niwatolee wa, ni, ni kopi. Akatulie nyumbani, kashashiba ugali wake, awashetaa aangalie asome mwafu, na atajua anaiongelea. Je, Simba wasiongee kwa kukurupuka. Kwa, hii ndio inatuongoza hii katiba. Amla sehemu iliposema kwamba kiongozi timu ikifungwa atoke madarakani. Hii inasema mwanachama au kiongozi huwa na chama wake ajiuzuru au afe au aumwe kwa hali mbaya achaguliwe na nafasi yake mtu mwingine. Hii katiba inavyosema, sawa? So, sasa leo watu wanalazimisha vitu vya kuni vya nini. Usijiamulie wewe ulivyotoka nyumbani. Mimi mimi naongozwa na hii katiba, hii katiba hii na wala so mtu ananipa hela. Wallahi wa bilahi, kama kuna mtu ananipa hela maisha yangu yote mimi niwe niwe maisha yangu ya dhiki lakini mimi mimi mimi, mimi nafuata. Hii ndio maana hata siku ya uchaguzi watu wakishapewa 200 200 wanachagua viongozi baadaye wanabadilika. Tuache unafiki. Leo viongozi hawa tumewapigia kula tuwaache muda wao amalize. Wakimaliza tulete unafiki tuchague wengine na watamaliza muda wao. Mambo ya kungoana ngoana yamepitwa na wakati. Tuache ushamba. Kumtoa kiongozi huu huo huo huo huo huo sio ubabe. Huo ni ushamba. Kiongozi amalize muda wake. Sisi tumempigia kula. Uchaguzi uliopita ndio uchaguzi ambao umevunja rekodi. Wanachama wa Simba wafikaje kwenye mkutano hata elfu mbili? Uchaguzi huu tulikuwa elfu tatu mia sita na. Na ndio amewapitisha hawa viongozi. Leo nataka uwaondoe kwa nini? Wacha wamalize muda wao. Mwenyekiti mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante sana.